Kampuni ya misumari Israel, huyu ndiye anatengeneza misumari ya kusulubisha Yesu. Sasa ni huyo, sasa juu hii kampuni so, ya misumari we, ushaisikia mtu wako Israel na kwa kampuni ya misumari, yaani wache kampuni <laughs> za misumari Kenya wenu kila <laughs> mara Eh, but so sisi tunajua tu ya ku Israel huko hivyo so hata hiyo ku so nyumba yake sasa, eh, hiyo nyumba yake imejengwa na misumari ya Israel eh? Ah, <laughs> bana amejenga na block <laughs> only. Oh, block ni, <laughs> ni <beja, umetustua laughs> vaje uwe <laughs> <laughs> eh, tu. hata sijawahi sikia ati wakenya wanaenda ati airport kuzindikisha mtu aende Israel kwa sababu hiyo, hadi kuna bistangu tena mwingine ako Qatar tena kwa kampuni ya misumari tu, Allah. <laughs> Na mbona umebaki huku? Kuna engineer. Eh. Hey. Ngoja. Kutengeneza lazima, tuwa... Lazima. Kuunda tu aka kakofia kama msumari hapa juu na nini yeah, na kuweka sharpness pale mbele, si hiyo <laughs> ni waya unakata waya, unachomele mtu wangu. hey, experience unajua sasa. Hiyo tena wale wa kuunda wako lakini, sasa hiyo ndo engineer mwenyewe sasa, msimamizi mkubwa.